Iina chama chetu ambacho ni chama kikubwa cha pili hapa Tanzania, pengine cha kwanza kuliko hata CCM ambayo inatumia dola kuendelea kubaki. Nilitamani sana siku ya leo niwe nanyie Nairobi kwenye mkutano mkuu wa chama chenu, kwa sababu mimi ni nusu Kenya nusu Tanzania, kwa sababu nimesoma Kenya elimu yangu ya shule ya msingi na mpaka sekondari. Nimeshindwa kuwa na nie kwa sababu e, nchi yetu iko kwenye utawala wa kidikteta chini ya Rais Samia, iko chini ya serikali ya kidikteta, haturuhusiwi kusafiri nje ya nchi. Mimi niko Tanzania, e, siruhusiwi kutoka kwenye mipaka ya Tanzania. Viongozi wote wa chama chetu, sekretarieti ya chama chetu, wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu, wajumbe wa mkutano mkuu hawaruhusiwi. Tumewekwa kwenye gereza kubwa la wazi kama wa Palestina, wanawekwa kwenye gereza kubwa la wazi, hatuwezi kutoka ndani ya mipaka yetu. Kwa hiyo, hiyo ndio sababu ambayo imesababisha nishindwe kufika kwenye mkutano mkuu wa chama chetu physically lakini nalazimika kutuma salamu zangu kwa njia ya mtandao.